Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika chaneli yetu na leo tena kujifunza tena maneno ya Mungu. Kwa ufupi sana, tutaenda kuangalia habari ya mtu mmoja anaitwa Zakayo katika Agano Jipya, na habari hii inapatikana katika kile kitabu cha Luka Mtakatifu kwanza sura kumi na tisa kuanzia mstari wa kwanza. Tasoma neno la Mungu natuambia kwamba, naye alipoingia Yeriko alipita katikati yake. Hapa naongelea habari za Yesu, alipoingia Yeriko alipita katikati ya mji Mstari wa pili nasema, natazama palikuwa na mtu mmoja jina lake Zakayo, mkubwa mmoja katika watoza ushuru, naye ni tajiri. Tukumbuke watoza ushuru walikuwa ni watu ambao katika kipindi hiki cha Wayahudi na wana wa Israeli watoza ushuru walikuwa wanaonekana ni kama watu wenye dhambi. Watoza ushuru walikuwa wanaonekana kama watu wenye dhambi, kwa sababu walikuwa wanatumika na Kaisari, ambayo Kaisari ni Mrumi, kutoza ushuru wana taifa hili la Israeli. Kwao walikuwa wanaonekana kama, kwa sababu kutoza ushuru ilikuwa kinyume na Torati. Kwa hiyo walikuwa wanaonekana kama watu ambao ni wenye dhambi kwa kwenda kinyume na Torati. Maana unaona sehemu nyingine Yesu anaambiwa ni halali kulipa kodi, vitu kama hivyo, kwa sababu alikuwa anaona watu wanaenda kinyume na Torati. Kwa hiyo Zakayo alikuwa ni mmojawapo wa watoza ushuru. Yesu alipopita katikati ya Eriko anasema kwamba palikuwa na mtu mmoja jina lake Zakayo, mkubwa mmoja katika watoza ushuru, naye ni tajiri huyu alikuwa akitafuta kumwona Yesu ni mtu wa namna gani, asiweze kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi wa kimo. Biblia inatuambia kwamba Zakayo alikuwa ni mfupi uh, wa kimo, akatangulia mbio. Mstari wa 4 akatangulia mbio akapanda juu ya mkuyu, akapanda juu ya mti mkuyu. Ni mti huu um, mkubwa sana, apate kumwona kwa kuwa atakuja kuipitia njia ile. Nitaongelea hapo kidogo. Biblia inatuambia kwamba huyu Zakayo alitaka kumwona Yesu alikuwa ni mtu wa namna gani. Inaonekana alisikia habari za Yesu, inaonekana alisikia kwamba Yesu amefanya hiki, Yesu ameponya, Yesu amefanya kitu, Yesu anafuatwa na makutano mengi. Sasa alitaka kujua huyu mtu ni mtu wa namna gani, inawezekana watu wengi wanamtafuta, wanam, wanam, Yesu kumjua huyu ni mtu wa namna gani? Nitapata nini? Ana nini cha kunipa kwa nini watu wanamfata? Kwa nini watu wanamwamini huyu Yesu? Ni mtu wa namna gani? Pamoja na imani yake ilipokuwa hapo hapo, lakini Yesu alikutana naye katika kiwango chake hicho hicho cha imani. Sijui alikuwa anamtafuta Yesu wa kazi gani, sijui alitaka ku, alitegemea kumwona Yesu kama ni nani, lakini alivyokutana alibadilika. Bwana Yesu asifiwe sana Uh, tunaendea mstari wa tano. Na Yesu alipofika mahali pale, mahali ambapo j Zakayo, Zakayo, Zakayo alikuwa juu ya mti Yesu, wakati anapita katikati ya mji Yeriko, akafika katika ile sehemu ambayo Zakayo alikuwepo chini ya ule mti, akamwambia Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Akafanya haraka, akashuka, akamkaribisha kwa furaha. Hata watu walipoona walinung'unika wote, wakisema angalia wakisema "Ameingia kukaa na mtu mwenye dhambi." Kumbuka nilikwambia kwamba watoza ushuru kwa taifa hizo walikuwa wanaonekana watu wenye dhambi kwa sababu walikuwa wanamtumikia uh, Kaisari tawala. Kumbuka Yerusalemu ilikuwa inatawaliwa na, na, na uh, dunia ilikuwa inatawaliwa na taifa Rumi kipindi. Kwa hiyo na maana huyu watoza ushuru wote walikuwa ni watumishi wa serikali ya Rumi katika nchi hiyo husika. Kwa kulingana na Torati walikuwa wanaonekana hao ni wenye dhambi kwa sababu walikuwa naenda kinyume na, lakini Yesu akamwambia Zakayo, leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Watu walinungunika wakasema, inawezekanaje huyu bwana anavyoongea na anavyoonekana kuishi maisha matakatifu Yesu ashinde nyumbani kwa mwenye dhambi, mtu kama Zakayo? Sehemu nyingine unaona Yesu akawambia mimi sikuja kwa ajili ya watu wanaoona, nimekuja kwa ajili ya watu vipofu ili waone tena, nimekuja kwa ajili ya wenye zambi ili kuwaokoa. Kama wewe unajiona wewe ni mtakatifu sana, mimi sikuja kwa ajili yako, nimekuja kwa ajili ya wenye zambi. Mfano wake ni Zakayo. Leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Zakayo akasimama akamwambia Bwana, tazama, nusu ya mali yangu nawapa masikini, ikiwa nimenyang'anya mtu kitu kwa hila, namrudishia mara nne. Yesu akamwambia leo uokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu. Hii sentesi tunaona sehemu kwamba uokovu, uponyaji na haki hizo za za, za msalaba na za Torati na zilikuwa zinahusu wana wa Israeli, yaani wana wa Ibrahim uzao wa Ibrahim, kwa sababu Mungu alimwahidi alimwahidi Ibrahim kwamba nitabariki nita katika uzao wako mataifa atabarikiwa nitakubariki wewe utakuwa na uzao mwingi na baraka nyingine nyingi nyingi alimwahidi Ibrahim na Ibrahim akaitwa rafiki wa Mungu. Na tunaona kuanzia pale Mungu akaanza kutengeneza taifa lake la wana wa Israeli. Lakini hapa anaambia Zakayo kwamba leo wokovu umefika huku nyumbani kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahim. Sasa hii ikaja kutengeneza changamoto kwa sababu kama ni mwana wa Ibrahim ndo wana wokovu na wahusu wana wa Ibrahim tu. Na sasa ningeona mwanamke aliyokuwa ni mdhaifu miaka 18 shetani amemfunga. Yesu akamwambia, "Je, yeah, haikumpasa huyu mwanamke ambaye shetani amemfunga miaka 18 kuwekwa huko kufunguliwa katika kifungo hiki aliyeuzao Je, yeah, wewe ni mzao uzao wa Ibrahim yeah. mimi ni uzao wa Ibrahim, tunakuja kufunuliwa ile kwamba Paulo anakuja kusema katika ile Galatia anasema kama nyinyi ni wa Kristo, Wagalatia sura ya wa tatu anasema kama ninyi ni wa Kristo basi mmekuwa uzao wa Ibrahim na warithi sawasawa na ahadi. Hiyo ipo katika ile Galatia Galatia tatu sura ile mstari um, ule wa ishirini wa Galatia tatu mstari so, wa ishirini na tisa anasema na kama ninyi ni wa Kristo basi mekuwa uzao wa Ibrahim na warithi sawasawa na ahadi. Kumbe sisi mimi na wewe kama waamini, ukishamwamini Kristo automatic wow, kwa, wewe unakuwa ni uzao wa ahadi. Kwa mimi na wewe kama wewe ni Mkristo na mimi kama ni Mkristo, na mimi ni uzao wa Ibrahim. Kwa na maana wokovu unatuhusu kama ambavyo ulimuhusu Zakayo. Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani humu kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahim. Kwa kuwa mwana wa Adam alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Katika somo lote hili, hii sentensi ya muhimu sana kuizingatia. Yesu anasema, kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Kilichopotea wapi? Kilichopotea kwenye bustani ya Eden. Vilipoteza mine, mwanadamu alipoteza vitu vingi, ndiyo ambavyo Yesu alikuja kuvirejesha kama Adamu wa pili. Mwanadamu alipoteza utawala. Kumbuka Adamu alikuwa ni mtawala, alipewa hata amri ya kuwapa majina wanyama wote na viumbe vyote vilikuwa duniani. Alikuwa na mamlaka kusema, wewe simba njoo hapa, wa kusema, wewe nyani nenda pale, kusema, wewe we, mti toa matunda nile. Ndio maana Biblia anasema Yesu alikuja kurejesha na kutafuta kile kilichopotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona mfano mmoja Yesu alikutana na mti, alikuwa na njaa, akataka yale matunda. Alipoona alipo ule mti, akasema, "Mti, nipe matunda." Mti ulikuwa na matunda, akumbuka kwa sababu ilikuwa sio msimu wake. Mti ulikuwa sio msimu wa kutoa matunda. Yesu akamwambia, "Kuanzia sasa, hautazaa matunda tena katika mti huu." Na kesho yake ule mti kanyauka. Yesu alikuwa anaonyesha wanafunzi wake kwamba yale e mamlaka hapo Adamu alikuwa nayo hapo awali yanakuja ya kurejeshwa kupitia Yesu mwenyewe Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana kuna sehemu tunaona Yesu anasimamisha mawimbi Tunaona pepo walikuwa na mtii, tunaona hata samaki walikuwa na mtii. Anasema samaki wekeni nyavu, samaki wapo. Hata samaki walikuwa na mtii. Alikuwa anaonyesha wanafunzi kwamba yale mamlaka aliyopoteza Adamu, katika bustani ya Edeni, yeye anakuja kuyarejesha, na kila amwaminie atatumia hayo mamlaka aliyonayo Yesu, na yeye kuishi kama mtu mwenye mamlaka anapokuwa hapa duniani. Ndio maana tunaambiwa sisi tuna mamlaka katika hii dunia. Mamlaka sio hatuna sisi katika nguvu zetu, lakini tunayo katika imani ya mwana wa Mungu. Yesu akasema katika ile Mathayo 28:18 anasema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, alafu mtume anafuatia anasema enendeni. Ukisoma katika Luka 19 anasema Uh, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na kila kazi ya mwovu ni shetani, wala hakuna neno litakalo wadhuru kabisa. Ina maana sisi tuna mamlaka kupitia jina la Yesu. Soma ile Yohana 14, Yohana 14 mstari mstari wa wa 14, anasema kiomba neno lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili baba atukuze ndani ya mwana. Bwana Yesu so sana kwao, ile mamlaka tunayo sisi kwa jina la Yesu kutumia hapa duniani. Yesu akamwambia mwana wa Adamu amekuja kurejesha na kutafuta kile kilichopotea, na tunaona wokovu ulifika nyumbani mwa Zakayo kwa sababu yeye alikuwa ni mwana wa Ibrahim. Na wewe kama mwamini ambao umemkiri Yesu Kristo kuwa Bwana na mwokozi wako, na wewe ni mwana wa Ibrahim na una haki ya wokovu, una haki ya uponyaji. Lakini tukumbuke kitu kimoja katika habari hii. Tunaona kabla ya Yesu kutamka hii kauli kwamba wokovu umekuja nyumbani mwako kwa sababu we ni mwana wa Ibrahim, tunaona Zakayo alisema vitu hapa juu ambavyo vilimsababisha Yesu chini kuja kukomenti hicho alichokisema. Akasema Zakayo akasimama, mstari wa nane so tuzingatie huu mstari akasema, akasimama akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini, na ikiwa nimemnyang'anya mtu kitu ni namrudishia mara nne. Kisha ndio Yesu aliposema kwamba akamwambia leo. Tunaona kwamba toba ilitangulia kabla ya uokovu. Hakuna uokovu wala imani bila toba, ndio maana Yohana alivyokuja akahubiri tubuni, maana ufalme wa Mungu umekaribia. Yesu alivyokuja akawaambia tubuni na kuiamini Injili. Mitume alivyokuja akawaambia tubuni na kumwa, na kuiamini Injili, kumwamini Kristo. Hii ndo Injili, hakuna wokovu bila toba kuna watu wanasema bwana wewe mwamini tu yesu mwamini tu yesu kama ulivyo mwamini tu yesu mwamini tu yesu lakini mtu hajatubu hana ana ana, ana, ana madeni hajawalipa watu kuna watu waliowadhulumu haja hajaomba msamaha kuna watu ameoshikilia ameweka moyoni ndio maana unaona kuna watu wameokoka lakini bado wapo kwenye vifungo tunasema mtu anawezaje kuokoka na akawa bado kwenye laana wanakuwepo kwenye laana kwa sababu wameamini wa kabla ya toba Kwa hiyo ile vifungo vinawashikilia bado na mshangaa mtu ambaye anasema hakuna Mkristo ambaye yupo kwenye laana, sio kweli. Kwa sababu njia ya tunaohubiria wapi ya wokovu, tumechuja, tumepunguza makali kwa kusema tu Bwana, muamini Yesu. Muamini Yesu na umemaliza. Lakini unaona hapa Zakayo alitubu kwanza yale makosa yake. Kuna watu walikuwa amewadhulumu. Akakiri aka makosa yake, akatubu. Ndio maana tukisoma katika leo anasema kama tusipoziungama dhambi zetu na kuziacha. Tukizungama, kama tukizungama dhambi zetu yeye ni mwaminifu na wa haki ya kutusamehe makosa yetu yote kwa kumbe kuna sehemu yetu ya, ku, ya, ku, ya, ku, ya, ku, ya kutubu tuna sehemu yetu ya kuungama tuna sehemu yetu ya kuomba msamaha kabla ya kupata wokovu kamili Mtu anaweza kaokoka lakini bado akaa kwenye vifungo. Anaweza kaokoka lakini bado akaa kwenye changamoto. Anaweza kaokoka lakini bado anasema, kuna laana za ukozi zinanifuatilia, kuna magonjwa yananifuatilia. Kumbe moyoni mwake ana kutokusamehe, moyoni mwake kuna vitu hakuviachilia, hakuvitubu hakuvi haku. kuna watu alikuwa namdai, kuna watu aliwakosea kuomba msamaha, kuna vitu alivyoweka moyoni vya watu, lakini anasema mimi nimeamini Yesu, anapata wokovu nusu. Tunaona hapa Zakayo alipata wokovu kamili baada ya toba. Yesu akamwambia, wokovu umefika nyumbani mwako, kwa sababu wewe e, naye ni mwana wa Ibrahim. Na ka nilivyokuambia hapo mwanzo, kwamba na wewe kama mwamini, kama mwamini Kristo kama Bwana na mwokozi wa maisha yako, wewe nao ni mwana wa Ibrahim, kulingana na Paulo alivyosema katika helo wa Galatia tatu ishirini na tisa anasema kama kama, sisi, kama ninyi wa Kristo basi ni uzao wa Ibrahim na warithi sawa sawasawa na ahadi. Ina maana sisi ni uzao wa Ibrahim sio kwa uzao akuzaa lakini uzao kwa imani. Paulo anasema si wale walio imani ndio wazao wa Ibrahim, walio imani ndio wazao wa Ibrahim, kwa sababu Ibrahim, Ibrahim wa Bili, alikuwa na watoto wawili, alikuwa na Isaka, alikuwa na Ishmaeli. Wale watoto wa Ishmaeli na kizazi cha Ishmaeli hawakilingana na Biblia sio wazao wa Ibrahim kwa sababu sio uzao wa imani. Ibrahim alimzaa Isaka kwa imani, hakumzaa Ishmaili kwa imani, alimzaa Ishmaeli kwa kwa kushawishiwa na Sara na akachukua kijakazi akazaa, lakini Isaka ndo alikuwa mtoto, mtoto wa ahadi na mtoto alizaliwa kwa imani, kwa kusubiri kwa imani. Kwa hiyo wale wa imani, sio wale uzao wa Ibrahim kwa kizazi kama ambavyo walikuwa wana wa Israeli, hapana, lakini wale uzao wa Ibrahim, wale uzao wa Ibrahim kwa imani, kwa imani juu ya ndani ya Yesu Kristo nasi tunapata kuingia katika uzao wa Ibrahim na baraka zote zilizokuwa zinamuhusu Ibrahim na uzao wake sisi kama tuliwa imani zinatuhusu hivyo hivyo. jikuwa, jikuwa nataka tu, tuangalia habari fupi ya, ya Zakayo kwa kujifunza hatua za wokovu, kwamba wokovu sio tu kuamini, au kusema kukiri kusema tukutamka. Ndio maana Yakobo akaja kusema akasema, imani bila matendo imekufa kwa sababu haina matokeo. Unasema umeokoka, lakini upo kwenye vifungo. Sio tu vifungo vya laana au vifungo vya mapepo na majini, vifungo una watu umewashikilia moyoni, kuna watu wana neno juu yako, kuna watu wan, unawachukia, lakini unasema umeokoka lakini naona hapa Zakayo, Yesu akumwambia tu umeokoka, baada ya kumwona tu, kwamba, hey, umeniamini sasa, umeokoka. Zakayo alitubu al, al, al, alisema watu ambao nawadai nitarudishia mara nne. Hiipata picha, mtu namdai milioni moja, namaana alirudishia mtu milioni nne. Kwa kiwango gani aliamini na kutii injili ya kwamba, tubuni na kuiamini kweli ya injili. Alianza kukutubu kutubu, ndipo imani ikafuata Tujifunze kwa Zakayo, mimi nawe tujifunze kwa Zakayo kwa kwamba imani sio tu kutamka, lakini imani inaenda na matendo. Imani inaenda na matendo. Yakobo anasema imani bila matendo imekufa nafsini mwake. hakuna imani ambayo ni ya maneno tu, imani inaenda na matendo. Sio kwamba matendo ndo yanakusababisha uwe na imani, hapana. Lakini imani lazima izae matendo, na imani haiji bila toba. Hakuna imani bila toba inaanza toba ndipo inafuata imani ndipo anafuata matendo. Ukichanganya hayo mambo matatu, aidha ikaanza toba fikifuata matendo umekosea na ume, umetoka nje ya msingi kabisa. Msingi wetu sisi tunaanza ni Paulo, akasema katika Efeso 2:8 kwamba tunaokolewa kwa ima, kwa, neema, kwa njia ya imani. Wala si kwa, kwa, kwa neema kwa njia ya imani wala si kwa matendo, ili mtu atasija kujisifu kwa, tunaokolewa kwa neema kwa njia ya imani wala sio kwa matendo, lakini ile imani inazaa matendo. Kwa hiyo inaanza toba, inafuatia imani, inafuatia matendo wala si, ukichanganya hivyo vitu vitatu basi umetoka nje ya msingi na hujaelewa maana ya halisi ya Injili. Tunaokolewa kwa imani, lakini hiyo imani baadaye inakuja kuzaa matendo mema, matendo yanayotokana katika upendo. Ndio maana Yohana anasema sisi twajua kuwa tumetoka katika mauti kuingia uzimani kwa kuwa, kuwa tuwapenda ndugu. Upendo huonyesha ya, ya, imani yako ipo wapi na hakuna upendo bila matendo. Tunasema Yesu Yohana akasema moja tatu kumi na sita kwamba kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa. Unaona kwamba upendo huwa huwa una matendo una matendo, amna upendo wa mdomo tu. Ndio maana anasema ndugu zangu, tusipende kwa kwa kwa kwa tusipende kwa neno lakini kwa tendo na kwa kweli tupende kwa matendo ya kweli, tuonyeshe upendo wetu. Hakuna upendo, upendo wa maneno. Lazima uonyeshe upendo wako. Kama unampenda mtu, anampenda mke wake, lazima amuonyeshe mke wake. Na mtu akiwa anasema, bwana mimi nakupenda, nakupenda, nakupenda, tabia, unanipenda kwa kipi? Sasa hata ununulie hata zawadi, hata hata hamna, hata maua hata hamna, amshaamsha, unasema tu unanipenda, lakini upendo lazima uendane na tendo. Masa nyingine anasema imani ifanyayo kazi katika upendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanaamini Mungu atakubariki kwa kwa habari fupi ambayo tumeenda kukuangalia Zakayo, na tena kukufikirisha, je, imani yako ipo wapi? Je, uliamini bila toba? Je, kuna vitu kuachilia? Je, kuna vitu ambavyo ulivihifadhi ukuviachilia vyote msalabani, ambavyo vinakufanya vikurudishe nyuma, uone, ujione kama, kuna ujione kama imani yako haijitoshelezi Nakupa nafasi sasa ya kuweza kujitafakari wewe mwenyewe, kuangalia hali yako ilivyo, kuangalia imani yako, kuangalia kama kuna vitu mviweka moyoni, na naamini Roho Mtakatifu atakuonyesha na kujulisha na kuweza kuachilia kila chembechembe-chembe, kila kila kila pando la adui ambalo lilibakia bado, ili uokovu wewe kama mzao wa Ibrahim kwa imani uweze kuingia nyumbani mwako sasa hivi na Yesu aweze Uh, kukuponya na changamoto yoyote ama shida ama ugonjwa ama udhaifu ama laana ama chochote ambacho kinakusumbua kwa sababu wewe ni uzao wa Ibrahim na mlithi sawasawa na hadi. Mungu akubariki sana, nakupenda sana. Nashukuru kama umesikiliza ujumbe huu paka mwisho, na naamini tutaonana siku nyingine tena katika jumbe nyingine tena kadri Mungu, Mungu atakavyotujalia. Usisahau kusubscribe, usisahau kulike. Sawa. So, kushea kwa watu wengine ndio njia ambayo unasambaza ujumbe huu na kuweza kuwafikia watu wengi na watu wengi kuweza kuponywa na Mungu atakubariki sana na kupenda. Amen.